Nyinyi ni watu bora sana kwenye nchi, nyinyi ni watu bora sana Afrika mashariki na kati, nyinyi watu bora sana katika bara la Afrika. Jueni uwezo wenu, itambueni thamani yenu. Sijazungumzia Simba, nimezungumzia imani ya Kiislamu. Ukimwona yoyote hmm. anamwita mtu kwenda kumfuturisha hmm. mtu aliyeitwa ana uwezo huko hmm. sio kufuturu huko kwenda kula hmm. dini. Nani anabisha? Sijaelewa, irudie. Ukimwona mtu ana uwezo, ukamwita kwenye kufuturu, huyo ujamwita kwenye kufuturu, umemleta kwenye kura. Kwani kufuturisha imeandika kwamba asiekuwa na uwezo. Na yes, yes, ni imani ya dini ya Kiislamu. Mtume anatuambia wafuturusheni wasiokuwa na uwezo na wasiokuwa na uwezo. Kuna sehemu imesema aliyekuwa na uwezo, ana uwezo kufuturisha maana yake ni kumfuturisha mtu asiyekuwa na uwezo shaka, unanielewa? Asiyekuwa nacho, umeelewa? Hiyo dini eh, hiyo dini Kisugu. Umejuaje wanacho? <laughs> Tunapozungumza wa swala la dini tuwe serious sana, tusilete comedy kwenye dini. Kupitia ninyi waandishi habari, kuna watu wanajifunza. Inawezekana kuna mtu alikuwa anatamani afanye, ataacha. Wako watu wenye shida, wanahitaji kufuturishwa, wapo. Kwani, katika iftari ya jana ya Yanga kulikuwa kuna matabaka, iftari ya Yanga. Mimi napeleka somo kwa watu ambao Mungu alowapa nini uwezo. Sikiliza vizuri, sitaki kumlenga mtu, nasema mtu mwenye nini uwezo anipotaka kufuturisha, lazima hakikisha anakwenda kuwafuturisha watu wasiokuwa na uwezo, memjumuisha kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania. Hii yote inaonyesha namna ambavyo upo na nani? Kibo Dennis. Ni mchezaji mzuri mara support, level, na ndio maana Simba tuendelea kumpa sapoti mwalimu anazidi kumwamini kwenye first 11. Leo bahati nzuri mpate nafasi ameitumia ongea yake. Man of the match Kibo Dennis. Nataka kuniambia, goli sita za leo ni salamu kwa yule aliyekimbia. Sio salamu, sio salamu. Hizi ni adhabu. Moja, tumekuja kumwadhibu kibaraka wa nyuma mwiko. Kivipi? Wewe ujui. Ndio nataka kuniambia. Kwamba nyuma mwiko na hao na ujirani. We ah, ujui? Goni, kama nyumba mko na wana urafiki. Ndio unijuze. We ujui? Kama nyumba mko wamoja, mmoja. Tumekuja kutoa adhabu kwa kibaraka wa nyumba mko. Lakini cha pili, tumekuja kufunga mdomo wa kocha mzawa jeuri Meki. Jana maneno yake mmesikia. Yule anaitwa Meki Maxime aka Mzempili. Wewe mbona uko kimya leo? Naona kiloti kinapiga vipi? Mimi nakusikiliza. Eh? Kwamba Kisugu anataka kuniambia ligi ya NBC sawa sawa, goli sita bila, ndio kazi inafungwa katika uwanja kwenye ligi ya NBC. Ndio kwetu tunaanza sita bila, ndio ndio watu walikuwa wanapata sita moja. Kuna kuna mtu nilimsikia anasema kwamba hizi sita ibidi ziende katika ile siku ambayo mechi iliahirishwa. Hapana, sio kweli, sio kweli, sio kweli. Nimesema hii leo ni mpango mkakati maalum wa kuja kumfunga kibaraka wa nyuma mwiko. Kwa nini unadili na kibaraka usijili na mwenyewe mwenye, mwenye kibaraka eh? <tipi> <Subi kwa, tipi> mwenye yeah, mwenye hey, wake yuko wapi? We si unamjua, andika barua aje, asalamu alaykum. Andika barua, usiondoke kwanza. Kisugu mwenyewe kakataa kucheza na sisi, huyo kama yeye kakataa, tunapiga vibarua wake, ameandika barua kwenye bodi. Hey, we mwandishi, unajua taarifa kutafuta, najua na, na, na, na. Una taarifa, kuna klabu imeandika hataki tena kucheza dabi, na ukihitaji unachukua elfu kumi. Nikihitaja? unachukua elfu kumi. Eh, sawa. Simba nakumbuka Simba tu eh. Ni mwakilishi pekee. Anakwenda kuwakilisha Afrika mashariki na kati katika mashindano ya kimataifa. Inshallah nashukuru Mwenyezi Mungu. safari inaondoka hapa zaidi ya tarehe tatu tarehe mbili tutakuwa Almasi kwenda kuisapoti timu ili kuhakikisha tunapata matokeo Dar es Salaam Afrika sijuma mwiko ambaye anataka kucheza dabi okay? Kwa hiyo katika mipango yenu kwamba ile dabi mkicheza mnamshusha, nyewe mnapanda juu. Wewe nenda kawaambie, sisi sio vilima, sisi ni pipo, mtakutana. Sawa <laughs>